Biashara hapa Kahama, biashara ndio mtindo wenyewe silivyo, maanake nimeona vijana wengi sana hapa wanafanya biashara. Sasa naomba nilete salamu zenu za biashara za Dr. Samia Suluhu Hassan moja. Naamini miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan biashara imezimeimarika sana, yapo malalamiko ya kodi mbalimbali zinazolalamikiwa. Dokta Samia kwa kuheshimu ilani ya chama cha mapinduzi, kwa kuheshimu sauti za watu, amekwisha unda tume ya kusikiliza na imeshapita malalamiko yote ya kodi, yatasikilizwa na naamini mwarubaini unakuja kwa sababu Dokta Samia ni mtu wa vitendo. Makofi mengi sana kwa Dokta Samia. Biashara ni kila kitu. Kuna biashara ya mazao, kuna biashara ya madini, kuna biashara ndogo ndogo. Nafahamu machinga wenzangu mpo hapa, mnalalamika, lakini dokta Samia amepeleka hiyo tume ili iangalie namna gani ya haya malalamiko yanaweza kujibiwa na yakaleta unafuu kwa kuboresha biashara. Leo hii Tanzania, mmeona wakati anaingia mheshimiwa makamu mwenyekiti, mimi ni mfanyabiashara na Kishimba ni mfanyabiashara, kulikuwa na malalamiko ya watu kuzuiliwa akaunti zao, kulikuwa na kitu inaitwa task force. Leo Dokta Samia ameondoa task force, ameondoa yale malalamiko ya kufungiwa akaunti wafanyabiashara. Kweli si kweli? Nikisema mama Samia mitano, tunakosea? Aya, twende juu, mama Samia, a hoye oh yeah! Wakulima hoye oh yeah! Machinga hoye oh yeah! Tuna haja ya kwenda kumpigia Dr. Samia na Emmanuel Nchimbi kura za kishindo, ili twende tukaboreshe maisha yetu yawe bora kuliko ya leo, manake ndio tamaduni ya Chama cha Mapinduzi. Naomba niwaage, Mungu awabariki sana.